wa hadharani si. Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuandaa umma ili wakatae uchaguzi ili wasimamishe uchaguzi lakini kuna ajenda siri hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tonetone tone. kizika wakati wakanunua virusi vya ebola na mpox ili wavilete visambae tanzania na uchaguzi usifanyike wako tayari kuwaumiza watanzania kwa kupandikiza virusi vya ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame huu ni mpango wa siri wana uratibu na kwamba huko anakopita au huo mchango unaofanywa ni wa kukusanya fedha wameshakutana na watu wanunue hivyo virusi eti ikifika wakati wa uchaguzi miezi ikikaribia sisi hapa tuugue ebora na mpox katika tanzania Naomba niwatahadharishe Watanzania hawa hawajafikia katika lebo hizo hawajafikia katika ubinafsi wa viongozi wanaoratibu jambo hili hili ni jambo la hatari Chadema na wenyewe wapo watakaokufa katika hili lakini wenzetu wengine hawana familia hapa Tanzania tushindane kwa hoja kwa hiyo mnaochangia tone kwa tone mnachangia kwenda kununua virusi vya ebola ili waje waviingize tanzania kwa hiyo ile bakuli linalopita na watakapopita watakuwa wanaomba hela ili fedha hizo wameshakubaliana na watu kwamba kazi hii tunao uwezo wa kufanya ikifika mwezi wa tisa nchi nzima itakuwa watu wanaumwa ebola hakuna kwenda kazini hakuna kwenda kupiga kura na washangilia kwamba tumezuia uchaguzi hili ni jambo la hatari sana na sisi tumeamua na hasa mimi nimeamua kulisema hadharani kwamba wenzetu wana mpango mbaya katika taifa letu kwa makusudi kabisa na masilahi yao wanapanga mipango michafu ya kuiangamiza Tanzania.